Maboresho ya uwanja ni kama vile unavyouona uwanja huko katika hali ambayo, hali nzuri tuseme kwa ujumla, pamoja na kwamba uwanja unasemekana kwamba umefungiwa, lakini hatujaelezwa hasa ni kitu gani ambacho tunapaswa kukiboresha. Tumekuwa tunakifanya kazi zetu za kawaida kama siku zote. Ni kwamba kiwanja kimefungiwa, lakini kwa shida gani? Wapi tunatakiwa tuboreshe? Hakuna maelezo. Uwanja ni mzuri, uwanja ni mzuri kama unavyoona we mwenyewe, hauna mimi sioni kama una shida, na kama kukua kuna shida ni swala la kuelembiwa tu, kwamba mahala fulani mnatakiwa mfanye hivi mfanye hivi mfanye hivi, basi watu wangeweza kuchukua hatua. Lakini kwa ujumla sasa hivi tuna kiwanja kama unavyoona wewe, umekuwa mwenyeji mkubwa katika kiwanja hiki, shughuli zinavyofanyika hapa hata sasa hivi unaona kwamba baadhi ya sprinkla bado ziko uwanjani. Kwa hiyo tulisimama kumwagia, kwa sababu jua lilikuwa kali, lakini kila siku asubuhi na jioni na usiku lazima tumwagie. Mimi napenda kabla ya kutoa maamuzi, wao wanakuja kujiridhisha, wafike kwenye maeneo wajiridhishe, maanake hukumu za historia mimi siziamini sana. Kwa mazingira ya Singida ya jua kali, kwa hali ya uwanja jinsi ilivyo, kwa kweli tunahitaji kupewa pongezi kuliko kukatishwa tamaa.